Wenye viti wa mitaa katika Halmashauri ya Jiji la Mbeya na Mamlaka ya Mji Mdogo a Mbalizi wameahidi kuwa mabalozi wa utunzaji mazingira kwenye vyanzo vya maji ili huduma ya upatikanaji wa maji ya bomba uendelevu kwa jamii. Wameahidi pia kuhakikisha miundombinu ya maji ya bomba iliyopo kwenye maeneo yao inalindwa kwa kuhakikisha wanashirikiana na vyombo vya dola kuwadhibiti watu wanaoihujumu kwa kuiba sehemu ya miundombinu hiyo. Wenyeviti hao wametoa ahadi hiyo baada ya kumalizika kwa ziara siku moja walioifanya ya kutembelea vyanzo vya maji na pia miundombinu ya maji inayosimamiwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya. Kwa, kwa, kwa jinsi tulivyojionea leo, hata kwa wananchi tutawapa elimu kubwa, tutawaambia msiharibu mazingira. Tumejionea kumbe mazingira yanatakiwa kutunzwa sana, maana mazingira ndio chanzo cha maji. Maji ni muhimu sana na maji ni uhai. Nimejionea leo kweli kwamba maji ni uhai. Nimeanza kuona kule kwenye uhifadhi wa, wa maji tulikuanzia, tumekuja tena pale juu, nimekuja tena hapa. Kwa kweli nimefurahi mno, nimeona kwamba kumbe serikali yetu iko kazini. Alafu pia nime nimeona kwamba ni bahati leo kuwepo kwenye ziara hii tumejifunza mambo mengi tulipokuwa tunazungumzia habari za kulinda mali ya asili, wengi walikuwa hawajui. Naamini ujio wangu leo na ziara hii nitakuwa mhamasishaji mkubwa kwamba mali ya asili inatakiwa kuifanya ku, ku, kutunzwa, na pia hata mito mita 60 nimeiona kwamba inatakiwa kuitunza kwa ajili ya kutunza maji. Naamini katika semina ile ya asubuhi imezungumza kwamba maji ni uhai wa mwanadamu, maji ni kila kitu. Gharama inatumika kubwa sana gharama inatumika kubwa sana. Hata hizi bili tunazolipa, ni bili kwa kweli ni rafiki kwa wananchi, nje ya hapo, maana yake bili ingekuwa kubwa zaidi, kutokana na madawa yanavyotumika namna gani tunapata haya maji. Lakini pia nimejifunza gharama za umeme zinatumika kumbe ni kubwa sana kusukuma haya maji mpaka yanatufikia kwenye mitaa yetu gharama zake ni kubwa sana. Nitoe hito tu kwa wananchi kuto kuharibu haribu miundombinu ya maji kwa sababu gharama zinazotumika ni kubwa, lakini pia maji yanatusaidia sisi wenyewe. Unapoona maji yanatiririka kwenye mpira wa aina yoyote ule, toa taarifa na ikiwezekana, mwambie mwenyekiti wa serikali za mitaa, tukate maji yale kwa muda <coughs> ili maji yasipotee. Gharama inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa maji kwa leo nimejifunza ni, ni gharama kubwa kuliko bei tunayolipa ya maji. Mwenyekiti basi nitakuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha maji haya hayapotei bure, kwa sababu mara nyingi watu wanakuwa wamekata mpira bila hata utaratibu wowote wa, lakini wakati mwingine tunaona maji yanatiririka bila hata kuchukua hatua yoyote, kwa sababu tulikuwa hatujui umuhimu wake. Kwa hiyo nafikiri tutawahimiza wananchi na pia tulipe bili bila kupoteza muda. Kwa upande wake, mkurugenzi wa maji safi na usafi wa mazingira Mbeya Gilbert Kayange amesema wameamua kufanya ziara ya wenyeviti wa mitaa kwa kuwa ndio wanaoishi kwenye maeneo yaliyo na miundombinu ya mtandao wa maji, hivyo ni muhimu wakaifahamu na kujua namna sahihi ya kuitunza. Kwa hiyo kupitia semina ambayo mtaipata leo hapa e, mtaweza kujua e, miradi tunayoitekeleza, lakini mipango tulionayo ya muda mfupi, lakini pia muda mrefu ambayo inalenga kuboresha huduma za maji katika jiji la Mbeya lakini pia na na mji wa Mbalizi. Lakini pia mtapata fursa ya kuzijua na changamoto tulizo nazo, ili wote kwa pamoja tuweze kupeana mawazo na ushauri na wakati mwingine na maelekezo, ili kuhakikisha kwamba hizo changamoto tunashughulika nazo, na hatimaye huduma ya maji inaendelea kuwa bora zaidi kwa watu wetu. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Joakim Nyambo.